Timu ya taifa ya Tunisia maarufu kama The Carthage Eagles yani kunguru wa pwani ya kaskazini, ni miongoni mwa nchi za kwanza kutoka Afrika Kaskazini kushiriki mashindano ya kimataifa na imekuwa ikishiriki mara kwa mara katika michuano ya AFCON. Tunisia ilianza kushiriki michuano ya AFCON kwa mara ya kwanza mwaka 1962 ambapo pia ilikuwa mwenyeji wa michuano hiyo. Tangu hapo, imeendelea kuwa timu ya kudumu katika michuano ya AFCON ikishiriki AFCON mara 21 na, na mwaka huu utakuwa ni mwaka wa 22 kushiriki michuano hii. Kihistoria, mafanikio makubwa ya Tunisia katika Afcon yalikuja mwaka 2004, walipokuwa wenyeji wa mashindano hayo na kuibuka mabingwa wa Afcon baada kuifunga Morocco ya kuifunga Morocco katika fainali, mafanikio ambayo yanabaki kuwa sehemu ya historia hadi leo, kwani toka hapo mpaka leo hawajawahi beba kombe lingine. Mbali na ubingwa huo, Tunisia imewahi kufika kuwa mshindi wa pili mara mbili, ambapo ni mwaka 1965 na mwaka 1996. Mshindi wa tatu mara moja na mshindi wa nne mara tatu fainali mara saba huku ikiishia pia hatua ya makundi mara saba na imekuwa ikipewa heshima kama timu ngumu zaidi kufungia katika michuano hiyo ya Afcon. Kwa ujumla, Tunisia ni taifa lenye utamaduni imara wa soka na utambulishi wa soka halisi la kaskazini, yani taifa ya Kiarabu barani Afrika, nidhamu ya hali ya juu ya kiufundi na uzoefu mkubwa katika mashindano ya Afcon. Ingawa wamebeba kombe mara moja pekee, uthabiti wao, historia ndefu na jina lao la utane The Carthage Eagles linaendelea kuwafanya kuwa moja ya timu zinaz heshimika sana katika soka la Afrika. The Carthage Eagles, yani kunguru wa pwani ya kaskazini, katika AFCON ya mwaka 2025 chini ya kocha wake Sami Trabels, wana wachezaji kama Elzi Shikri, Hanibo Majibri, Al Ben Romdhani safu ya ushambuliaji ikijumuisha wachezaji wenye uzoefu kama Saifudini Jaziri, Elias Saad na Sebastian Tuneti. Wapo katika kundi C na mataifa ya Nigeria, Uganda pamoja na Watanzania ambao tunahitaji kwenda kuwaonyesha namna ya kucheza mpira. Hawa wa Arabu, je, wana nafasi gani ya kufuzu na kuchukua kombe hili kwa mara nyingine, wakitaka kuchukua kwa mara ya pili? Hii ni Msasa Media. Msasa kisasa zaidi.